unaiweka pembeni hey. Yani una ya jiko la mkaa hivi kwenye bati, yani inapata joto hiyo. Sometimes inatokea, kuna muda unaweza ukaweka hela alafu ukumbuki, au saa nyingine hiyo hiyo mimi ishatokea, ishantokea. Sasa alafu kitu kingine sometimes inasaidiaga sana, sababu kuna kipindi unafika unaona hata shilingi 10 unaanza ndo unaikuta. Sasa ukija kukumbuka, unasema oh, umelekaga siku fulani tayari, lakini unajua tayari hapo na msaada Abisa. Kwa sometimes kuna faida yake kusahau. Wengi alikuja ghetto au kwa mama kwenye familia alikuja Keto, sasa bwana alivokuja unahitaji mtoto wa mtu nyumbani kwako kwa kuku. Sijamuita, sijamuita yeah. Mpendi, kwa kanyaka, mpili. Sasa bwana wewe unakuwa na hata hata ndo una 2000 3000 Eh? utabaki na nini? Ah, sote mtabaki na nini? Akitaka kuondoka nitampa nini?

ni sana kwenye kufunua hivi mongo na mimi niko nini, unajua sasa, mwanamke kidogo akiwa anachunguza vitu vitu, na wewe wewe lazima uangalie. Yani kuna vitu, kuna eh unachunguza, unaona mwangalia hapo, atakuwa anakuuliza hii nini, unajibu

pale pale hivi kati pale pale, hata shika hii hapa, tugawane kwamba mmeokota hela, alafu ishirini, unasema wewe doni tayari kwa wakati huo, huo. Ah, labda una dashi kumi.